Tulishapata magari mawili, leo hii tumepata magari sita, na yote hiyo ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha uh, uh, ulinzi lakini vilevile vile maswala ya doria, lakini na kufuatilia uh, changamoto zozote za kiulinzi na kiusalama. Mtakumbuka kwamba mkoa wetu pia tunaunganisha na mikoa mingine, ni highway kubwa. Pia tuna gari tulipata kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu kwa patrol zile za kwenye highway. Kwa hivyo haya yote tunasema Mheshimiwa Rais kwa kweli hana deni, kila sekta ametendea haki, ukiangalia katika miundombinu, ukiangalia katika masuala ya afya ya elimu, lakini hata ili la ulinzi na usalama na kuhakikisha kwamba polisi wanafanya kazi yao vizuri ya kuendelea kulinda raia na mali zao, na hiki ndio tumekuja kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini kuendelea kuwapongeza jeshi la polisi, wanafanya kazi nzuri sana hapa mkoa wetu wa Tanga na kama nyinyi ni mashuhuda matukio makubwa ya, ya kiuhalifu hatujaisikia, na wameendelea wa kusimamia doria mbalimbali. Zamani tulikuwa tuna changamoto za korido ya madawa, sasa hivi kwa kiasi kikubwa sana wamefanya kazi nzuri kushirikiana na wenzetu wa tume la kupambana na madawa ya kulevya, lakini hata majendo yamepungua sana sasa hivi. Wenzetu wa zile bandari bubu nyingi zimeshasajiliwa na wenzetu wa TRA wanakusanya mapato. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa sana tumepunguza tujajanga tatizo kubwa pia hili la magendo ambayo zamani tulikuwa nayo oh. Haya magari yatawezesha kuweza katika swala zima la kupambana na uhalifu, na kama mnavyofahamu, hii ni nyenzo muhimu kulinganisha na jiografia ya mkoa wetu, kama mnavyojua kwamba ni mpana sana, ni mkubwa ambao unatuhitaji kama Jeshi la Polisi tuwe na vifaa kama hivi, ili weza kuweza kuwafikia wananchi kwa haraka na mapema zaidi. Kwa hiyo kupata magari haya yatatuwezesha sisi kuendelea kupambana na uhalifu ambao umekuwa ukijitokeza mara kadhaa katika mkoa wetu wa Tanga.